Washiriki, nilitamani niwapitishe kwenye vifungu ambavyo vimefanyiwa marekebisho, kwenye marekebisho tuliofanya mara ya mwisho, marekebisho ya sheria mbalimbali ya mwaka 2023, kifungu cha kwanza ambacho ni muhimu sana katika tafakari yetu na mjadala wetu wa leo ni kifungu cha tano L, tano L hiki kifungu kimefutwa kime, kimefutwa kime kime marekebisho haya yaliyofanyika ya, ya ya ya yanamwondolea mkurugenzi wa idara ya huduma za habari director of information service department jukumu la kuratibu matangazo yote ya serikali mkumbuke uko nyuma sheria ilikuwa namtaka huyu mkurugenzi ndio au anaratibu matangazo yote ya serikali. Jambo hili lilikuwa limepoteza uh, ushindani kwenye tasnia ya habari na vyombo vya habari lakini pia ilikuwa na compromise ubora. Kwa hiyo tasnia ya habari ilikuwa haina fursa ya kufanya kazi na serikali, kwa sababu kwa namna moja au nyingine uh, hawa waliokuwa wanapewa jukumu hili walikuwa na uwezo wa kupendelea aina uh, fulani tu ya vyombo. Kwa hiyo hili pia tunaamini ni eneo ambalo tunaweza kutafakari kama wadau, kuna namna gani linachangia katika kukuza na kuendeleza uh, uhuru wa habari. Lakini kuna kifungu cha thelathini na nane, kama mtakikumbuka, kifungu cha thelathini na nane, kifungu kidogo cha tatu, kifungu kile pia kimefutwa kwenye ile sheria ya mwaka elfu mbili na kumi na sita kama mtakumbuka uh, the Media Services Act uh, kimefutwa Um, kifungu hiki kimsingi kilikuwa kina kina mwadhibu kina, kina mwanahabari uh, au mtu yeyote ambaye ametoa habari ambazo zimezuiwa zimezuiwa kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa, wa katiba. Uh, sasa hiki kimefutwa na kitendo hiki kina kinawaweka kina, kina wanahabari Uh, salama zaidi na kinawezesha uh, upatikanaji wa habari kwa namna ambayo ni salama na yenye tija zaidi. Lakini kuna vifungu vingine kama sita saba muhimu sana ambavyo nilipenda kwenye mjadala wetu pia tuvitazame. Tuna vifungu kifungu cha hamsini, cha hamsini na moja, cha hamsini na tatu, hamsini na nne, hamsini na tano, kifungu cha sitini na tatu na sitini na nne. Vifungu hivi vimefanyiwa marekebisho, havijafutwa vile vya mwanzo viwili, vimefutwa kabisa, lakini hivi, vi, hivi vimefanyiwa marekebisho na mambo makubwa matatu yamefanyika kwenye vifungu hivi. uh, kwanza uh, vimeondoa yale ambayo ya makosa ya, ya udhalilishaji defamation. makosa ambayo mwandishi wa habari alikuwa anaweza kuyafanya na yakahesabika kama uzalilishaji kwa, kwa sheria ile ya 2016. Makosa haya yalikuwa ni makosa ya jinai. Kwa hiyo mashauri yake yalikuwa ni mashauri ya kijinai. Lakini uh, sheria marekebisho ya sheria yaliyofanyika mwaka 2023, uh, kwa, kwa ile sheria marekebisho ya sheria ya mwaka 2023 yameyabadilisha haya makosa ya defamation, ya udhalilishaji kuwa makosa yasiyo ya, ya kijinai. Kwa hiyo ni civil. Kwa hiyo hata namna ya kuyashughulikia yatashughulikiwa kama makosa kama, kama mashauri ya madai. Hiyo ni moja katika hatua kubwa sana ambazo zimefanyika kwenye mabadiliko ya sheria hii, yamewapa uh, uhuru zaidi wanahabari kufanya kazi zao kwa namna ambayo ina uhakika na salama zaidi lakini pia kitu kingine ambacho kwenye, kwenye vifungu hivi nilivyovizungumza vyote vinahusu adhabu, vinahusu makosa na adhabu. Makosa yanayohusu maeneo haya yote yamefanywa marekebisho. Mtakumbuka kama mtapata nafasi ya kupitia, mtakumbuka kulikuwa na makosa ambayo adhabu yake ilikuwa unafungwa miaka mitano mpaka ishirini. Sasa mengi yamepunguzwa mpaka uh, miaka mitatu mpaka kumi lakini pia kulikuwa na faini zisizopungua milioni tano zisizozidi milioni ishirini napo zimepunguzwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo mambo mawili haya tayari tumeyaona kwenye hivi vifungu vilivyofanyiwa marekebisho, lakini pia inaondoa adhabu. Wakati ule mtakumbuka kwamba chombo cha habari kikitoa maudhui ambayo au yana, yana makosa au yamezuiwa au kwa namna yoyote ile ana compromise whatever usalama au chochote hivi, kulikuwa na confiscation, forfeiture, kulikuwa na utaifishaji wa, wa, wa, wa vyombo au kiwanda au, au vifaa vilivyotumika na mmiliki na, na, na, na, na, na, na wa hivi vyombo, lakini sasa imeondolewa kwa sababu tunaamini Uh, tunaamini kwamba mmiliki anaweza asiwe na na, na, na uwezo wa kujua au kudhibiti maudhui. Kwa hiyo hayo ni marekebisho makubwa ambayo yamefanyika kwenye sheria hii. Sasa, kiujumla nikasema ni vizuri pia pamoja na kueleza haya maeneo makubwa ambayo sisi kama bunge tuliishauri na hatimaye tulipitisha tuli, tuli kama sheria tulipitisha kama marekebisho ya sheria. Tu, tulipata nafasi pia ya kuangalia manufaa ambayo yametokana na sheria. Kwanza sheria yenyewe ile sheria mama, the principal act, ya 2016 hiyo cap 2, 2 229, lakini pia marekebisho sambamba na haya marekebisho ambayo tumeyafanya kwenye, kwenye eneo hili, tuliona kwanza kuna kukua na kuimarika kwa taaluma na weledi katika tasnia ya habari. Kwa hiyo sasa tasnia ya habari imekuwa more professional. Eh? Kumekuwa na uratibu mzuri kwa sababu sheria inatuongoza katika kufanya shughuli zetu kama wanahabari kwa namna ambayo tunalinda maslahi pia ya mtumiaji au mlaji wa habari zetu, lakini sisi wenyewe wazalishaji na watengenezaji wa habari tunakuwa katika mfumo ambao rasmi na mifumo ambao ni salama, lakini pili au b ni kulindwa vyema kwa haki za wanahabari nchini. Kama mnarejea ile sheria uh, kifungu cha saba kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya huduma habari, wanahabari au vyombo vya habari vimepewa haki ya kutafuta, kuchakata na kutangaza habari. Hii haki ya msingi nayo inalindwa kisheria. Aidha, uh, haki hii pia imewekewa mipaka Yani umepewa haki lakini pia haki imewekewa mipaka kwa kifungu cha saba kifungu kidogo cha tatu. Kwa hiyo hio pia ni faida kubwa ambayo tunadhani inaweza kukuza hii tasnia, inaweza kukuza uhuru wa habari nchini. Nimeongelea kuku, uh, mambo mawili, lakini la tatu ambayo nitaka pia niliseme ni kulindwa kwa taaluma ya habari na wanahabari. Taaluma hii, mnajua, imekuwa inachezewa sana. Kuna makanjanja wengi, mnajua huko mtahani kwa hiyo sheria inaunda bodi ya, ya ithibati ya wanahabari. Takumbuka kuna bodi ya, ya ithibati ya wanahabari. Uh, mtarejea kifungu cha kumi na moja mpaka cha kumi na nane. Na bodi hii itakapoanza kufanya kazi itakuwa na wajibu wa kutoa ithibati kwa wanahabari wenye elimu inayoanzia katika ngazi ya diploma.